Kwengineko ni kwamba msafara wa MPESA sokoni umevuka feri leo na kufika katika maeneo ya Likoni, Kombani na Ukunda, Pwani Kusini, ukiendeleza shamra shamra za maadhimisho ya miaka 18 ya MPESA nchini Kenya. Kampuni ya Safaricom ikishirikiana na Royal Media Services inawahamasisha wafanyabiashara pamoja na wateja wa MPESA katika ukanda wa pwani. Steve Shiter amekuwa pamoja na msafara huo na hapa taarifa yake za maadhimisho ya miaka 18 ya M-Pesa zinaendelea kupamba moto pwani. Wakazi wa Likoni Shelly Beach Kombani na Ukunda wakijitokeza kushuhudia uhondo wa M-Pesa sokoni. Nakupatia hapa elfu mbili. Okay, imagine wacha elfu mbili. Watangazaji wa Radio Citizen Munai na Mwala shima waliwasisimua wakazi na wateja kwa mchezo wa M-Pesa ama box elfu nane, simama hapa karibu na mwana, mwana kwa pesa, pesa ni shilingi elfu nane. Wacha sasa Mwala kuja na kuwazawadia walioshiriki. <laughs> Kwa mujibu wa Safaricom, M-Pesa imeendelea kuimarisha maisha ya Wakenya.

imenisaidia kwa kuwa pesa zangu huwa zinaenda kwa kama ni bank siko safe huko, na nikienda kule napata siko pale pale na zimerindwa vizuri, kila kitu kwa deal poa. na bei ya jioni. Kilele cha msafara huu wa Mpesa sokoni pwani ni tamasha kubwa litakaloandaliwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club kwa burudani na zawadi kemkem. Steve Shitera, runinga ya Citizen Ukunda.